Kwenye uh, kupambania wao kuishi sawa, uh, wamefika hatua ya kufanya biashara kwenye huyo mziki kwao. Ndio maana niseme kwa upande wetu sisi wa, sio wana hip hop wanamziki wote, kuna wakati tunatakiwa kurudi kuisemea jamii mara moja kwa mwaka kama ambavyo mimi nafanya kwa mara moja kwa mwaka, au mara mbili inatosha sana. Tumeona miaka miwili mitatu Nigeria kuitokea machafuko, polisi walikuwa wanaua raia, umeelewa uh, wasanii wa Nigeria walitoka, wanaoishi Marekani, wanaoishi Uingereza, wanaoishi German, walirudi Nigeria kwa ajili ya kusapoti wananchi. Nadhani wengi mnajua hili, ni watu wa habari, umeelewa. Burna Boy, Wizkid, Davido, everyone walirudi nchini kwao, wakaungana na wananchi, wakaenda kupaza sauti. Tumeona Kenya juzi, umeelewa. Uh, wasanii wameungana na uh, wananchi

Nay wa Mitego ameshare na sisi moja kati ya message ambao alishaikuapaga wasanii wenzake mapema mwaka huu. Bwana ameshare na hii klipu kabisa kukumbusha sehemu ya interview mbali ifanya kuhusiana na swala zima la wasanii kusimama na wananchi wao kila linapotokea janga ama linapotokea tatizo ambalo linahitaji wananchi wote kupewa support, hususan eh, kama ni kitu ambacho kinahusiana na serikali ama uovu wa serikali na vitu kama hivyo. Sasa Nay wa Mitego alikuwa ameshare hii klipu ambayo umetoka kuisikiliza, eh, akiwa anapigia mfano wa Nigeria na Kenya, nchi ambazo wasanii wao huwa wanasimama na wa, wa, wananchi wao kila serikali inapoleta changamoto ambazo wananchi wanaonekana kabisa kutozi, kuzi, kubali, lakini baada ya kushia clip hapa na hiyo Mitego pale chini akasindikiza na caption ambayo aliandika hivi: Mwaka huu mwanzoni niliyasema haya baada ya kutoka Basata na kufunguliwa kesi ya uchochezi polisi. Niliwashauri wasanii wenzangu kujitoa kwa wananchi wao ama wananchi wetu hata mara moja tu kwa mwaka kuwasemea cause wao ndio mabosi wetu wa kwanza kabisa na ndio wenye hatma ya nguvu, thamani na ushawishi tulionao. Na nilitoa mifano hai kabisa ya wasanii wa nje ya Tanzania eh, na kwa nchi zetu eh, the way ambavyo wanasimama na wananchi eh, yanapotokea ya kutokea tatizo kubwa la mastaa hapa nyumbani ni ubinafsi na kusahau mabosi zetu ni hawa wananchi. Sasa mabosi zetu nao wameamua kutuonyesha kwamba wao ndio wanatupa jeuri, ya maisha mazuri tulionayo ni kwa sababu yao. Mimi si walaumu, wa Tanzania wana haki ya kuendelea na walichoamua mpaka hasira zao zitakapoisha. Nadhani baada ya hapo somo litakuwa limetuingia wasanii wote na tutakuwa tunaongea lugha moja, wananchi na wasanii wote. Acha iendelee kunyesha tuone panapovuja. Mwisho wa nukuu. Pia akapigia mfano wananchi ambazo zimefanya kufanya vitu kama hivyo. Sasa amesema kwamba hii kauli alishaiita kuitoaga mapema sana mwaka huu na sasa mpaka kumda huu hapa bado azidi kusupport wananchi ambao wamamoku kuchunia wasanii na kukataa kuwapea support mpaka pale ambapo asira zao labda zitashuka, alafu kutoka hapo anaamini kabisa kwamba wananchi ama wasanii watakuwa wamejifunza kitu, na amesema kwamba ile kwa sasa waacha mziki uendelee, waacha endelee kuonyesha tuone panapovuja. Unamwona gani kuhusiana hiki ambacho amekisema rais wa Manzese? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.